na mwenye rehema, habari njema iliyoletwe kwa wachunga, utupe leo tunaposhiriki kwa ibada hii na kupokea, na mwili, kupokea mwili na damu yako iliyobarikiwa. Nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote waliokusanyika hapa Muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Mwami Yesu afume, afume, afume alukali. Leo nataka kusema kwa hii dunia kuna vitu vichache inaweza fanya mtu kuwa kimya. Kwanza, dhambi inafanya mtu anakuwa kimya. Kitu kingine, mambo yakikusumbua kwa mawazo, unaweza kukaa kimya kitu cha tatu hali ya kawaida inaweza kukufanya ukae kimya, haujui itakuwaje. Leo nataka kuhubiri kuhusu mfalme ambaye akikuja anabadilisha kimya ikuwe wimbo. Leo tunaongea kuhusu mtu anaitwa Zekaria, Zakaraya, Zakaria alikaa kimya. Kwa nini? Ni kwa sababu hakukuwa na mtoto yeye na mke wake walimtumikia Mungu, lakini hawakuwa na mtoto. Unaweza kaa kimya kwa sababu ya chenye unakosa. Kitu cha pili, akawa na tashwishi. Malaika alipomwambia utapata mtoto, akawa na tashwishi, akanyamaza kutokea siku hiyo. Kimya inaweza letwe na kuwa na tashwishi, hata saa zingine mwili kiwa mgonjwa ukiwa na tashwishi ya kwamba itakuwaje kimya inaingia kwa maisha kitu kingine ni ya kwamba mfalme anapokuja kama vile alikujia zakaraya kitabu hiki cha luka kiliandikwa na mtumishi wa mungu luka aliandikia watu wa mataifa wakati mambo yalikuwa magumu na hata mungu hakukuwa ameongea miaka mia nne yeye aliandika injili hii kwa mtu anaitwa Theophilus na kaandikia kila mmoja wetu ambaye tunampenda Mungu kama Theophilus, na kututia moyo ya kwamba kuko na mfalme akikuja, yeye anabadilisha kimya yetu na anatupa wimbo, anabadilisha tashwishi anatupa unabii wa kweli. Pia yeye anabadilisha hofu anatupa kusifu. Kwa nini mfalme huyu anabadilisha? Nataka niseme mambo machache. Jambo la kwanza ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Je, unajua Mungu ni mwaminifu? Umekuwa na watu wengi ambao wameongea dunia hii wakisema ni wafalme. Hata mwingine hapa alikuwa anajiita Jehova wa nyuma, alijifanya ni mfalme, lakini kumbe alipozikwa hana shamba, wakaenda kumweka kwa pointi moja huko Bungoma. Mungu wa dunia mzima ana, ana hata point. Lakini yeye ni mfalme ambaye ni wa uongo. Mfalme wetu Yesu Kristo ni mfalme wa kweli, yeye ni mwaminifu. Aliongea na Daudi akatimiza ahadi, akaongea kupitia kwa manabii akatimiza, akaongea kupitia kwa Abrahamu akamwambia utapata mtoto na akatimiza na leo anaongea na kuugo wetu na atatimiza ahadi, atakuponya, atakuinua, atakusaidia. Na hata huyo kijana Mungu ni mwaminifu atamponya na atamlete kanisani St Paul sbodi, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hii Krismasi watu wengi si waaminifu, wezi wako, lakini Bwana ambaye anakuja aliyekujia wachunga na akakujia sisi ni mwaminifu. Sio mwaminifu tu zamani, hata mpaka le. Jambo la pili, hata si leo peke yake, mpaka mchuli. Mchuli ni nini? Kesho, hata mpaka kesho, kesho ye bado anabakia mwaminifu. Kitu cha pili, huyu mfalme yeye ni Mwokozi ambaye anakomboa watu kutokana na hofu. Sisi tuna hofu nyingi, hata mwaka ikianza kuna hofu. Kila mtu ako na hofu yake ya kibinafsi ambaye aambii mutu, mm -hmm, yani sababu watu nasema chegucho, mm -hmm, yani yako ya peke yako, hata uambii mtu, mm -hmm, lakini mfalme anatuokoa kutokana na hofu, anatuweka huru. Hofu inaletwa na ab, hofu inaletwa na wasiwasi na kusumbuka. Yeye aliondoa hofu ya Zakaria. Zakaria alifikiri atakufa bila mtoto, akaondoa hofu, akampa mtoto ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji Kata. Na yeye alikuja He. Kutangaza Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, jambo la tatu, huyu mfalme sio tu mwaminifu, pia yeye ni msawazishaji, anasawazisha watu wote Mbacheleka. Yani, anasawazisha hata, anatumia watu wa kawaida kama Zakaria. Zakaria hakukuwa na uwezo. Mungu anatumianga watu wa kawaida. yeye anasawazisha watu wote, hakukujia tu wale wa juu peke yake, hata wa chini. wale wenye wako naye anawakujia, wale wenye hawana anawakujia. Lakini siku hizi binadamu wanataka tu wale wenye wako naye lakini Mungu anakujia wote. Wanasema kuna mtu mmoja alikaribisha wageni kwake. Alingojea mgeni mashuhuri. Mfalme alikuwa anakuja kwake. Haka nyumba, mfalme anapo anakuja kwake. Akatayarisha akafagia nyumba akatengeneza kila pahali mfalme anakuja. Kabla mfalme hajakuja, kukakuwa na mtu mmoja mwenda simu akakuja. Akamwambia, nifungulie nyumba huyu akasema, bwana mimi siwezi karibisha mwendazimu, mimi nangojea mfalme. Akamwambia, kwanza toka wewe ni mchafu na hata utachafua vitambaa yangu. Mimi najitayarisha kupokea mfalme. We, wewe enda azuce we enda enda kabisa, mimi sitaki kuhusika na basi. Akamwambia, tafadhali hata nipatie vikombe ya maji. Akasema utachafua hata harufu yako we akangojea mfalme mpaka jioni, akofika akampigia simu mfalme, akamwambia, mbona hukukuja mfalme? Mm. Akasema na nilipokuja, kama mwende simu, mbona hukunipokea, ulinifukuza? Mm. Nataka niseme anakujia watu wote okay, wenye wako chini na wenye wako juu. Mm. na anakuja kupitia kwa watu Ukue Krismasi hii badala ya kukula chapati mia tatu ukue mgonjwa <laughs> si afadhali upatiane kwa jirani. <laughs> Na hata wengine, kuna nguo wajavaa miaka 4, badala ya kupeana hata imekupita, peana kwa sababu mfalme anachia watu wote. Jambo la mwisho, yeye ni mfalme wa rehema, anasamea watu, anaponya watu na anabadilisha watu. Tumpokee huyu mfalme ambaye anabadilisha anabadilisha kimya ikakuwa wimbo. Ninaomba leo kwa boma hii abadilishe ukimya, aweke wimbo wa Krismasi ambaye tutaimba, waimba sikizeni malaika mbinguni, wimbo wa tamu sana